Mjadala kama hii makongamano kama haya tunatakiwa tukongamanike, kwa maana ya kuchangia na kuleta mawazo namna gani tufanye ili tuweze kwenda mbele na tuweze kufika 2050 kutengeneza kipato cha taifa cha dola trilioni moja, ile vision ya 2025.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 kwenye, mido, kwenye hii miradi ya, do, ya mikubwa ambayo ndiyo inayoweza kufanya uchumi wa nchi ukainuka. Mi niwaambie, ndivyo naamini mi mwenyewe. E, kuita foreign investors wakaja kwenye nchi yako, kama hujajipanga, kama hujaweka utaratibu mzuri wa namna gani huyu foreigner atakapowekeza, ukimwachia milango sana uchumi wako hautainuka, foreign atakuwepo. Na hata kumfikia mjasiriamali mdogo kuanzisha biashara, changamoto tunayokuja kukutana nayo ni utitiri wa kodi. Kodi zinakuwa nyingi, kodi zinamfanya mjasiriamali akate tamaa. public partnership, kwa sababu hiyo miradi mikubwa mingi inakuwa venture na, na, na foreigners kwa badala ya kuwa private, uh, public private ina sound kama vile ni public foreign partnership, kwa sababu nyingi inaenda kwa kwa foreigners. Nadhani hapo ndio kuna hoja ya msingi. Tunatamani Watanzania watafakari ni aina gani ya uchumi ambao tunafikiria na ni kipi ambacho kinaweza kaufikisha huko, katika miaka 25 ijayo tuwe na uchumi ambao ni sawasawa na nchi kumi na tano kubwa kiuchumi duniani leo. Hiyo ni nini tafsiri yake? Ni lazima tuongeze msuri zaidi wa ushirika wa sekta binafsi kwenye kufikia hayo hayomahar kikubwa ni nini ambacho sisi tunajaribu kukiangalia kwenye kwenye dira ishirini na hamsini tunatambua kwamba tutakapofika mwaka ishirini na hamsini tutakuwa na changamoto kubwa ya idadi kubwa ya watu, na ukiangalia muundo wa wa idadi ya watu, tuliona population structure ya Tanzania, unaona kabisa vijana ndio ambao ni wengi zaidi. Kwa hiyo na hili ndio bomu ambalo limejikuta sasa liko kwenye hayo mazingira ya kutopata ajira. Cha kwanza ni kuangalia mfumo wa elimu ambao sasa hivi tunaona kwamba sera ya elimu ina imefanya mabadiliko makubwa. Kitu gani ambacho kinakwenda kufanyika? Ni kwamba pamoja na kuwajengea uwezo na kuwapatia ujuzi, tunahitaji pia tuwe na mashirikiano ya karibu kati ya kwa mfano vyuo vya elimu ya juu, vio vya kati na kadhalika, na taasisi ambazo ndizo zinakuwa chimbuko la ajira.